Kwa nini si, si, si, kwa nini? Huyu ndo mwekezaji ataki kuongea na serikali? Kwa nini utaki kuongea na serikali yako? Na, na na, la nani? Eneo la nani? Mimi nataka mtufate naye kamera mimi nione mwisho, ili ni eneo la nani. Njoni mchukue vizuri hii ni halmashauri tuachana na chama tumekukuta sisi ndio serikali ya hii ee, halmashauri so, e. kwa nini usiongee na sisi ni mbwa au nini? ee. yani kwa kwa kwa kwa ukap chama, chama tutaenda Sisi tunazungumza na wewe tunazungumza. Nauliza wewe, si ndio uko hapa? Umeingia kwenye eneo letu ma... wewe mkataba, ni kuonyesha mkataba, ni nini? Unao mkataba? Ni kuonyesha mkataba sasa. Kwa hiyo hutaki kuongea na halmashauri. Pigia simu, tuwe naye kwenye kikao hapa pasimame mpaka kitoke kibali. Mimi ni mwana CCM. Mimi nimeingia serikalini huku kutoka CCM. Nataka nione hiyo jeuri yake. Yaani sisi tunakuja tunaonekana kama mambwa. Siongei na nyie. Ndugu zangu huyu ni mwekezaji ambaye kila mtu hataki. Kwani una shida gani? kueleza cha cha kuhusu chama hmm. Nyumba za serikali hizi hapa. Nani? Nani? Sina majibu ya kueleza, acha hizo dhalau Rashidi.